Na maelfu ya wafuasi wa chama cha ODM wa kongamana katika uga wa Gusii kaunti ya Kisii ili kuadhimisha miaka ishirini ya chama hicho cha chungwa ukanda wa Nyanza na magharibi mwa Kenya. Kiongozi wa chama hicho Raila Odinga anaongoza hafla hiyo mjini Kisii, na Crispin Otieno amekuwa hapo kuanzia asubuhi na hivi sasa, na tunaungana naye atujengee picha kamili ya shughuli zinazoendelea hadi kufikia sasa. Crispin Otieno, fursa ni yako. Um, Rashid hapa nilipo nipo katika uga wa Gusii, katikati mwa mji uh, wa Kisii ambapo wana ODM katika ukanda wa Nyanza na vilevile vile, eh, magharibi mwa taifa uh, wako katika eneo hili kama njia mojawapo tu ya kusherehekea miaka ishirini wa chama cha chungwa. Mpaka um, sasa viongozi mbalimbali mbali wanaendelea kutoa uh, hotuba ambao uh, ni wawakilishi kutoka vikundi mbalimbali mbali. Kwa sasa unavyotizama mahali ambapo tulipo Uh, viongozi ambao mpaka sasa wamekwisha fika uh, katika uga huu ni pamoja naye ama uh, gavana wa kaunti ya Kakamega uh, Fernandez uh, Barasa amekwisha wasili hapa vilevile vile, uh, tunaye Junet Mohamed uh, pamoja naye uh, seneta wa kaunti uh, ya Narok uh, gavana wa kaunti ya Homa Bay Gladys Wanga vilevile vile yuko hapa, wabunge kadha wa kadha uh, wamekwisha fika katika uga huu, na kwa sasa kile ambacho kinaendelea ama ambacho uh, kinaendelea katika uga wa Gusii tunasuri, tunasubiria tu ama viongozi wanasubiria tu uh, kufika kwake uh, kinara wa chama cha chungwa uh, Raila Odinga ambaye anatarajiwa A, kufika hapa muda wowote kutoka sasa na vilevile katika a, siku hii ya leo uga wa Gusii, siasa inatarajiwa kurindimwa katika eneo hili e, kabla na hata baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Vile vilevile kila kile ambacho kinaendelea kwa sasa a, katika uga huu, viongozi wanazungumzia tu jinsi ambavyo a, chama hiki cha ODM kinatarajia kuji imarisha hata uh, kabla ya uchaguzi mkuu uh, wa mwaka 2027. Uh, upande huu wangu wa kushoto, Rashid, kama mpiga picha wangu labda naweza kukuashiria uh, Wakenya kutoka maeneo mbalimbali wakiwa na nguo zao ama uh, rangi rasmi ya chama cha ODM. Vilevile wamejimwaya katika uga huu kuanzia mwendo wa saa kumi alfajiri watu walikuwa wameanza kuingia katika uga wa Gusii kama jambo jawapo tu ya kusherekea siku hii ya leo. Mengi yanatarajiwa, Rashid. Tutakuwa tukijuza watazamaji wetu kuhusiana na kile ambacho kinaendelea katika uga huu wa Gusii. Viongozi watakuwa wanazungumzia nini? Gavana wa kaunti hii ya Kisii atakuwa akisema yapi? Na vilevile kusikia kutoka kwake kinara wa chama cha Chungwa Raila Odinga ambaye tunaambiwa kwamba muda wote kutoka sasa atakuwa akifika katika uga huu. Unanisikia ni, una kuuliza swali kwamba tunajua katika shughuli hizo huwa kuna viongozi ambao wanaalikwa ambao ni marafiki wa chama cha ODM. Pengine katika orodha ya wa wageni wanaosubiriwa wapo vigogo wa vyama vingine wanatarajiwa kufika katika eneo hilo la Gusii. Naam, Crispin, kama unaniparajia. Kuna uwezekano wa kuona wageni kutoka vyama vingine vya kisiasa ambao wamealikwa katika eneo hilo nimetaja kuna magavana uh, kutoka kaunti mbalimbali. Tumeona pia gavana ambaye uh, amekwisha wasili katika uh, mahali tulipo muda uh, muda mfupi uliopita ni gavana ama naibu kiongozi wa chama cha ODM Abdulswamad, uh, Sharif kutoka kule Mombasa. Vile vile tunaye gavana wa kaunti ya Migori Ochilo Ayako, wa bunge kadha wa kadha Rashid, eh, wanazidi kumiminika katika uga huu, na vile vilevile wale ambao ni wafuasi wa chama cha ODM wako ange zaidi kusikiza kutoka kwa viongozi wao watakuwa wanawaelezea nini siku hii ya leo, wakati ambapo chungwa ama chama hicho cha chungwa kinasherekea miaka 20 tangu kuanzishwa kwake. Na mtazamaji, tuna uh, elewana na Crispin Otino, lakini kidogo kuna kelele, shughuli zinanoga. Viongozi waliofika washafika, wanaotarajiwa kufika wanakaribia kufika kwayo, eh, kwa hiyo tutafuatilia baadaye, lakini tukifuatilia vidokezo vingine kwamba hudumu wa tukutuku na teksi kwa watamu eneo bunge